Kutokana na mauaji ya vijana wa jenzi, utekaji nyara unaozidi kuongezeka kila kuchau, na pia maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji nchini, muungano wa maaskofu katika kanisa Katoliki KCCB leo hii umekashifu serikali ya kitaifa kwa kuendelea kuziba masikio yao kwa kilio cha wananchi. The current governance culture continues to sideline the majority that there is massive

Maaskofu hawa wakisema kuwa wameshuhudia kwa kiasi kikubwa serikali ikitumia nguvu kupita kiasi kwa kizazi cha jenzi wengi wao kuuawa na hata wengi wao wakitekwa nyara, wakisema kuwa vijana hawa sio maadui wa serikali.

Maandamano ya hapo kesho yakitarajiwa kufanyika, maafisa wa polisi wameraiwa kuwajibika, kutotumia nguvu kupita kiasi au kulinda wahalifu kama ilivyoshuhudiwa awali, na waandamanaji wakitakiwa kuandamana kwa amani.

Aidha, wametaka ibada maalum katika makanisa mbalimbali kufanyika tarehe 29 mwezi huu kwa ajili ya kuwakumbuka vijana waliokufa, huku pia wakitaka uchunguzi wa kina kuendelea kufanyika kwa visa hivi.

In all our churches, we offer prayers for the young people who died, and for all the others who have lost their lives. Frederick Wambua, Undugu TV.